Maisha peke yako raha kabisa, kitulio, umetulia tu mwenyewe, hakuna mtu anakusumbua, alala mpaka asubuhi, mpaka saa tano. Hii ni oa, sasa kioa tu masaa anapungua, anakuwa si yako kwa tena, lazima urauke, lazima uamke asubuhi Una kazi ya kufanya, una lakini asubuhi umeamka kwa peke yako ni raha kweli, na kuwa na mwenzako pia kuna raha vile vile. Sasa sijui ni ipi ni ipi, sijui raha zaidi ni gani kati ya hizo mbili, kwa peke yako ama kukaa na mwenzako.